Hibi, habari eh, bwana fresh kabisa. Mimi niko sawa, tuko vizuri kabisa, mwendo wa tano tano. Eh, mwendo wa tano tano, watu wanapiga wa tano tano, watu wanachapika watu wanashindana Azam tano Simba tano Yanga tano. E, kubwa zaidi ni mafahali wa Kariakoo, ambapo hatima e, wengi wanatabiri ya kwamba mechi ya mwisho ambayo itachezwa tarehe ishirini na tano ndio kwenda kutoa hatima ya nani atakaenda kuwa bingwa msimu huu, ikiwa wananchi wanajigamba na kusema ya kwamba Simba wao wow, ni mai wao, hawawezi muda wowote, hata ukihamisha majira ya saa nane za usiku wanakufunga. Unajua mtu akishazoea kuongea sana sawa eh, akishazoea kuongea sana basi kilio ndio kinachofuata. Umeelewa? Unajua, Yanga anajidanganya sana na zile mechi nne alizomfunga Simba. Mechi nne alizomfunga Simba, kama mwana Yanga mwenye akili timamu, unaondoa mbili, chukua hizo mbili za msimu huu. Walizokutana na Simba hii, yaani ndipo mwana Yanga pale anapata akili kwamba hii mechi inaenda kuwa na ugumu kiasi gani, kwa sababu ukiangalia mechi ya kwanza ngoya isani sawa, Simba amezurua penati Mwenelewa bwana ya Kevin Kijili alivyofanya contact na nani na Shadrack Boka alimtia mguu wa tumbo, akauacha mpira. Kwa ile mechi ilikuwa sare, tungenda kwenye mikwaju ya penalti ingawa sana. Ukija mechi ya pili, Simba kazulumua penalti tatu goli moja, kayoko mpaka alisimamishwa kuchezesha mpira, tukaa tunaona kimya. Kwa hiyo ukiangalia sana, Simba msimu kama hajafungwa mechi yoyote mechi, yani mpaka sasa Simba amefuru mechi tatu lakini kusema kwamba Simba amepoteza ile kialali, Simba msimu hajafungwa, tofauti na wao. Kwa hiyo wao watakuja kuona tarehe 25, so sio kiama, ma sio kiama. Kiama ndo tunajua dalili, tunaambiwa dalili, hatujui tarehe na siku ni lini, si umeelewa? au kuna mtu anajua kiama kinafanyika lini? Ehe, hicho ndo unaweza mtu ukaongea ukajinasibu sana na nini ukafanya fujo za kutosha, lakini hii mechi ishapangwa tarehe 25 ni Jumatano. Leo ni si Jumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne tunaamkia. Kwa hiyo zimebakia siku nne tu. Wamekwenda mbali na kusema ya kwamba e, mlikuwa mkitamba na mpango na wanasema Yanga inamogopa iliye mpango. Wanasema njooni naye tarehe 25, na kama wanaume msiogope mechi tarehe 25 usogeeni, na mje na mji na ile mpango ili iende kadhibitike uwanjani kwani aliyeogopa mechi tarehe 15 ni nani? Waliogopa mechi tarehe 15. Mm. Wao wanasema walikuwa wanalingania. Waliogopa mechi tarehe 15 ni nani? Ambaye akakataa kucheza tarehe 15 ni nani? Basi, ina maana yeye ndo anaiogopa Simba sio Simba. Simba mechi iliahirishwa na TFF. Hmm. Umeelewa? Hii yeye Yanga ndo kagoma na waliandika mpaka jezi kabisa hatuchezi. Mpaka wakakimbilia kwa mama Ikulu. Kwa hiyo si hatuna wasiwasi na Yanga. Yeye atakuja kukiona. Yaani wewe hey, timu iliyocheza finali, wewe tuseme kwamba tumeogope Yanga sisi? Wengine wanasema e, Simba ndo timu pekee yenye ni msimamo Tanzania ni Yanga Africans, kwa sababu walisema hawachezi na hawakucheza na matakwa yao mengi yalifuatwa. Lakini ninyi mliandika kwenye barua ya kwamba tofauti na tarehe 15 hamtakuwa tayari kucheza dabi ya Kariakoo, mechi imesogezwa tarehe 25. Wanauliza ya kwamba kama ni wanaume, msilete timu kama Yanga Africans. Wanachokitaka tusilete timu, wachukue pointi tatu mezani. Wanaogopa kucheza na Simba. Umenelewa. Sasa hii watu washawastukia, si tunapeleka timu tena, si tunaweza tukawapelekea hata kikosibii na awafungi, yani msimu huu hata kikosibii kile cha under 20 Yanga ana uwezo wa kuifunga. Wachezaji wamechoka mno tayari, Dube majeruhi miezi mitatu. Umenelewa. Mzinza mzinza na nini. Kwa hiyo simba sisi hatuna wasiwasi, si tuna timu bora tuna kikosi bora, kila mchezaji anayepangwa sawa ana uwezo wa kukupa kitu, kina Joshua Mutale kina Kip Dennis, juzi umeona Kip Dennis kapiga tupia bao mbili na yeye ndio man of the match. Joshua Mutale man of the match wa nini? Wa, wa fainali, mwenelewa sasa. Wewe mtu aliocheza fainali akawa man of the match waogope wangu Kisawa, sawa. Na yuko kisawasawa, kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi. tarehe 25 tano ni kesho kutwa, akili tawakaa sawa. Unatazama mchezo huo e, kwa taswira ipi, ikiwa sasa mtashinda mechi uo, sariya, kwa maana kwamba Yanga e, zidi ya Dodoma Jiji na Wekundu Msimbazi mtashinda zidi ya Kagera Sugar e, ote mkavuna alama tatu. mechi ya mwisho itakuwa ni mechi ambayo ni vikombe, yaani Yanga na Simba, hakuna mtu atakayedondosha tena pointi. Mechi adabi, kuwa, mua, nani, ya dabi ndio tutaenda kuamua nani awe bingwa na Yanga historical background inaonyesha hajawahi sawa hata siku moja, yani mechi ya dabi iwe inaamua nani awe bingwa ya, alafu Yanga apate matokeo achukue ubingwa, hajawahi hajawahi. Yani mechi design kama scenario, kama hizo zimetokea mara tatu zote amefanikiwa Simba. Lakini rekodi zinawekwa na zinavunjwa. Hey, avunje kama ana uwezo, aje kuvunja. Umejiandaa vipi sasa kwenda kumkabili Young Africans ambayo anaonekana kuwa na kikosi bora hivi sasa na anaitaka kombe hili ukaudi na vunba na ninyi mnajitaka, ikiwa takribani misimu mitatu na ukame wa kombe la ligi kuu. Unajua, ubora wa Yanga unatengenezwa na nyinyi waandishi wa habari pamoja na wachambuzi, lakini Yanga sio bora, timu bora haishi makundi, mnaelewa? Timu bora haishi makundi. Yanga bora misimu mitatu mfululizo wanachukua, walikuwa tofauti, saizi ingekuwa ni pointi ngapi? Saizi walikuwa shatangazwa bingwa. Umeelewa? Lakini leo tofauti ni alama moja, unasemaje Yanga hii bora? Yanga bora ni kina Digabu yao, kina Aziz Ndambule, ile ndo Yanga bora. Yanga bora saizi ingekuwa iko imeshacheza ime robo finali, imecheza nusu, imecheza finali kama Simba, lakini kwa sababu wachambuzi eh, pamoja na waandishi wa habari, eh kuna mambo behind the scene yanaendelea katika kuibrand Yanga na kuiponda Simba. Ndiyo maana unakuta haya yote yanaendelea kwamba Yanga na kikosi bora timu yenye kikosi bora lazima imalize mashindano, nawambia. Hmm. Hmm. Uh, nini sasa, mashabiki wa Simba Sports wale ambao wako mikoani wanatamani kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo na wanatamani kufika jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo huo. Ah, waje anayetaka kuja walio kwa mikoa karibu karibu waje kushuhudia dabi ya Kariakoo, tuja tusherekee ubingwa, wala sio na wasiwasi hmm. Yani mimi, kama mtu imani yake imepungua, basi aniguse mimi, imani itaongezeke. Mimi nawaambia msimu huu Simba bingu. Hakuna nilichotabiri ambacho hakikutokea. Nilikwambia mfungaji bora ni jichazaua, MVP ni jichazaua, golikipa bora Musa Kamara sawa, si umeelewa? Beki bora atatoka, yaani zawadi zote tunachukua sisi, si umeelewa? Hey, kwa si nilisema Musa Kamala asifananishwe na Diala, huyu golikipa bora, kwani mpaka sasa hivi anaeongoza kwa ni krishiti ni nani? Unaelewa, jinchaziaasalikuwa anapiga kelele hapa, huo mchezaji gani? mpaka sasa hivi Top scorer ni nani mwenelewa? Basi ndio jibu la kujibu hilo. Kwa hiyo MVP atakuwa nani? <laughs> Hey, ndo kiungo bora ndo namba kumi bora ana assist nyingi, ana magoli mengi, kahusika kat... takribani kwenye goli ya ishirini na nne mpaka sasa hivi, hakuna mchezaji yote anamfikia Aziz Ki. Yeye kafanya kumkimbia, kwa nini akuondoka mwaka jana? Tena mwaka jana ndo aliwaka, kawasumbua Mamelodi, kwa nini akuondoka? Kaondoka msimu huu, amemkimbia nani? Amemkimbia dogo dogo, kaingia yeye, kachomoka kaenda wa idadi. Na kwa anaenda wa idadi kule, anakalia mbao mbao ndefu eh. Hey, mbao ndefu, anaingizwa dakika 5 6, sema ni mwalimu anaanza

Kama kawaida pembeni cha Balala, pembeni Kapombe. Ala, karabu, chambu, golini kwa, chagua wewe huko golini hapo mm. kwenye benchi kuna kuna e, e, yani tuanze na manula vipi? <laughs> <laughs> <laughs> asante sana kwanza.